Wainjinia Adam Sebastian Sikigoye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Seotech Engineering Company Limited ambayo iko JV na kampuni ya AMJ Global Mat Contractor Company Limited, wakandarasi wazawa na wakazalendo kabisa, ambao leo hii tumeweza kusaini mradi hapa Singida, mradi wa kujenga barabara kilomita 7.75 pamoja na ujenzi wa soko la kimataifa soko la vitunguu. Tunamshukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, lakini pia na rais wetu mteule, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameweza kuridhia kutenga fedha zote hizi na pia kuweza kuwapa vipaumbele wakandarasi wazawa. Sisi kama wakandarasi tumeshajipanga toka tulipopata wajileta, na leo hii tumejipanga vizuri ipasavyo kuweza kufanya huu mradi kwa ubora wa hali ya juu. Kuambie wana Singida ambao ndio wenye mradi huu kama wazawa wa, wa mji huu wa Singida wajipange vizuri sana kuweza kunufaika na mradi wao. Wale mafundi tunawaalika, tutakuwa na kazi nyingi chimba mitaro jenzi bana kazi za waring, tutakuwa na kazi za nondo, mana steel works, tutakuwa na kazi za formwork, tutakuwa na kazi za zege. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana, tunawaomba sana wale watu ambao ni mafundi, lakini wale ambao ni wazawa na ni wazalendo wanaotamani kuweza kufanya kazi hii kwa ubora na kwa umahiri wa hali ya juu, waje tushirikiane, tuweze kutimiza ndoto za wanaSingida, lakini pia tuweze kutimiza ndoto za rais wetu mteule, ili tuweze kufanikisha kwamba yale ambayo ya amekusudia kwa ajili ya serikali pamoja na chama, ili kuweza kutimiza ilani ya CCM. mradi huu unakamilika ndani ya miezi mingapi? Mradi huu kutokana na mkataba ambao tumesaini hivi leo ni mradi wa kufanya kwa mwaka mmoja na nusu. Tumejipanga kuweza kufanya mradi pasipo kuongeza muda wowote, kwao tutafanya kwa wakati kabisa pasipo kuweza kuongeza muda, lakini kufanya kazi ambayo itakuwa ni kwa ubora wa hali ya juu.